Huwa nasema mimi ni waziri wa madeni. Sasa leo nakuwa waziri wa fedha. Asanteni sana. Asante. Asanteni sana. Asante mwenyekiti, asante sana. Kampuni ya Puma Energy Tanzania imekabidhi leo hundi ya shilingi bilioni nne na milioni mia tano kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama gawio kwa mwaka 2015, baada ya kampuni hiyo kufanya vizuri na kupata faida. Akipokea hundi hiyo katika ukumbi wa Hazina mjini Dodoma, waziri wa fedha na mipango Dk Philip Mpango, pamoja na kuipongeza kampuni hiyo, amesema fedha hizo zitachochea kasi ya kuwahudumia vizuri wananchi. Tumewekeza fedha za masikini sasa zimezaa. Sasa tunawaambia hao masikini wenye fedha yao, wenye mtaji wao, kwamba mtaji wenu umezaa bilioni nne na milioni mia tano. Hizi ndio zitatuwezesha sasa kama serikali kuwahudumia wananchi vizuri zaidi. Kwa kweli nawapongeza sana. Pamoja na hayo Dkt Mpango amemwagiza msajili wa hazina kuzibaini na kuzishughulikia kampuni ama mashirika yoyote yenye ubia na serikali ambayo hayapeleki gawio hazina. Nichukue pia nafasi hii kuwaomba wabia wetu wote na hasa wale ambao ni wabia wetu wa nje kuwa wazi zaidi katika miamala yao na kutaka ufuatilie haya ili fedha ambazo tumewekeza fedha za masikini ziweze kuzaa matunda huko ambako tumewekeza fedha za wananchi nako tupate gawio, ni muhimu sana mbona sijaona wakifunga biashara. Wao wako hapa wanasema wanapata hasara, lakini kuondoka hawaondoki. Akikabidhi hundi hiyo mwenyekiti wa bodi ya kampuni hiyo D Ben Moshi, pamoja na kuipongeza serikali kwa kuboresha mazingira ya wawekezaji, ameitaka kuhakikisha kuwa inasimamia upotevu wa mafuta bandarini. Tunatoa hundi ya shilingi bilioni 4 na milioni mia tano. Upotevu wa kawaida tunakubali kitu kama 0.3%, hiyo unaweza ukaliminomu unapodischarge, lakini kwenda mpaka 3-4% ni kitu ambao sio kawaida. Puma tukachukua hatua tukaanza kulilinda. Tangu tuanze kulinda, upotevu umepungua sana. Naye naibu waziri wa nishati na madini Dr Medad Kalemani alikuwa na haya ya kueleza upotevu wa 0.3% tungependa na wenyewe upungue zaidi, japo hiyo ndio wastani wa upotevu kwa mheshimiwa waziri. Nitaka kuliweka hilo vizuri kwamba serikali tumejipanga sasa vizuri kuhakikisha kwamba mafuta yatakayokuwa yanaingia hata yanapotea, lakini sio kwenye kuingia tu, hata kwenye usafirishaji na usambazaji bado tutasimamia vizuri. Nadhani vyombo vyote vinavyohusika, nitoe agizo kwa kutumia fursa hii kwamba navyo vijiandae kujipanga vizuri kuhakikisha kwamba usimamizi unakuwa ni wa mantiki na wa effective ili kuhakikisha kwamba sasa hivi hakuna upotevu na wala hakuna hata vile vina saba, tutavidhibiti sasa, tutavisimamia kadri iwezekanavyo ili kuhakikisha kwamba serikali inapata mapato kulingana na mafuta yanavyoingia. Peter Edson, Mwananchi Digital.